Hadi sasa hali ya Ushetu, wanafunzi walio ripoti kwa upande wa kidato cha kwanza ni nzuri, inaridhisha. Wanafunzi wamesha ripoti karibia asilimia themanini, wengi wamesha ripoti katika shule zetu mbalimbali za sekondari. Lakini pia hata darasa la kwanza na awali pia wanafunzi wamesha ripoti wa kutosha kwa hiyo ni wasihi tu wazazi ambao wa, na watoto wao bado majumbani wakisha watoto hao wanawapeleka shule. Lakini pia uh, niwatake wa, ni wa, ni wa, ni watendaji wa kata pamoja na watendaji wa vijiji kuendelea kufuatilia watoto wote wanaotakiwa kwenda uh, kuanza darasa la kwanza au awali pamoja na wale wa kidato cha kwanza ambao bado wako majumbani waweze kufuatiliwa ili waweze kuripoti kwenye shule, kwa sababu mashule, shule zipo, madarasa tunayo ya kutosha, pamoja na madawati. Inaleta motisha hasa kwa walimu wetu. Walimu wetu wamefanya vizuri katika sekondari ya Ulowa wameondoa zero, wazazi wamehamasika. Mm, kumbe inawezekana watoto kutokuwa na zero, wamehamasika kuwapeleka watoto shule ya sekondari Ulowa kwa sababu walimu wameondoa zero.